Mambo vipi, karibu sana mwanafamilia wa 69 Media TZ, mimi ni Sami Baby, karibu sana na hii ni 69 Media TZ, tuko hapa tukiwa na exclusive interview kabisa na leo tumebahatika kuwa na mmoja kati ya mameneja ambao wamefanya vizuri kwenye tasnia ya muziki nchini Tanzania kusimamia uh, wasanii mbalimbali, lakini pia kuinua vipaji mbalimbali. Ukisikia jina Amri the Business, bila shaka unakuwa unamfahamu kabisa, ni mmoja kati ya mameneja ambaye aliwahi uh, kusimamia kazi za msanii wa Ukweli na hapo wengi walimfahamu kwa upana zaidi. Amri, karibu sana, mambo pipi? Uh, mambo poa, nashukuru. Watu wanakuona mjini lakini eh. uh, uh, watu wananiona mjini mm. Naonekana, by the way, shughuli uh, bado zinaendelea kufanyika za kujaniwa, yeah, vipaji, kusimamia watu wasanii uh, yeah. Shughuli zinaendelea kwenye kusimamia, nimesimama kidogo mm, lakini niko kwenye engo sasa hivi ya kuandaandaa show na talent ndogondogo mm. Na kuwachukua hao vijana kwa ajili ya kuonyesha kile ambacho wao wanacho. Okay. Yeah. Sawa, tasnia ya muziki bado inaishi na kumbukumbu kumbu za Sama Ukweli. Yeah. na ni almost miaka saba kama sikosei, yeah, yeah, tangu kumpoteza kwenye tasnia ya muziki yeah, wa Bongo Flavor. Yeah, tuzungumzie hapo kama meneja ambaye uliosimamia kazi zake, uh, kweli tangu afariki marehemu Sama Ukweli, mm. imepita zaidi ya miaka saba Hmm. Ila hakukuwa kuna utaratibu mzuri kwenye suala la kazi za marehemu, sababu hmm. Uh, marehemu tuliingia mkataba na jamaa wa Nairobi okay. Ambaye uh, ni nini Boomplay. Hmm. So marehemu actually yeye ndo alisaini hmm. Na, na wale jamaa mimi nilimwambia tusaini na watu hapahapa na nini na nini, lakini yeye jamaa alikuwa ni mtu wake wa karibu sana okay. So yeye ndo alisain mm, na wiki kama tatu nyuma nilimsumbua, yes, ule jamaa kwa sababu hatukuwahi kuchukua ma, malipo yoyote ya marehemu yes. Kwa hiyo ikabidi nimuunganishe mke wake na, na yule mm, jamaa mm, wakasumbuana sumbuana kwenye kudaiana, lakini bado hajamlipa chochote ule jamaa, anamwambia aende kule Nairobi mm, makao makuu. Kwa hiyo nataka nipate time nifuatilie Boomplay hapa nikiwa na yule mke wa marehemu mm, halafu tujue ni kitu gani kinaendelea. Lakini kwenye swala la YouTube YouTube channel hii tulikuwa tuko na MX ndo tuliingia naye mkataba. Okay. MX kata. Mm -hmm. So ile account ya YouTube ilienda ilienda ilienda, tukawa tunadai hela kuliko tunapewa hela by the way na MX, nankaanampa mke wa marehemu na nini na vitu kama hivyo, lakini ile account lazima imepotea, ile account kwa kupotea ile account na, mm. mimi mzuka ukanifanya nini, ukanikata kwa so, sababu kuna nyimbo ambazo zilikuwa zipo kama vimba ambayo ilikuwa na, nataka nifanyie video ya ya katuni, okay. Lakini pia kulikuwa kuna nyimbo kwa Pablo LG, kuna nyimbo kwa Zesti mm, ya marehemu Sam, kuna nyimbo nyingine kwa dogo mmoja tu baba Bison ambaye mm, alifanya nyimbo baada ya marehemu Sam kufariki, yeah, maana vitu kama hivyo, lakini sasa ukiwa una ile e, una, tag ya, ya, ya, ya ndugu wa karibu wa marehemu mm. Inakuia weye ngumu sana kufanya, kwa sababu hapo nyuma pia kuna maneno mengi ambayo yalisemekana kama nakula hela za marehemu nafanya uhum. Nini nafanya nini mm. Kwa hiyo nayo ilinikatisha tamaa na mimi ni kunifanya nirudi nyuma watu watatu mm. Kuangalia kwa macho ya. Okay. Sawa so, lakini pia kuna sehemu zingine huenda tayari haki za marehemu Samu kweli umeshazifuatilia, ama at least familia imepata kidogo ama bado kabisa, um, kwenye upande wa kama hizo digital platform mm. kwa sababu Samu wakati anafariki hizi digital platform nyingine bado hazijakuwa, hazijaamka amka kama hiyo Spotify, iTunes, mm. Amazon tulikuwa tuna hiyo tu Boomplay na hiyo nini YouTube channel mm. yeah. Na mahusiano yako na familia ya Samuakweli mpaka sasa yako vipi? labda kuangalia mke, baba, mawasiliano mama, mama, mama. Mimi na familia tuko sawa, nashukuru Mungu na tunasalimiana na tunazungumza pia na mke wa marehemu na vitu kama hivi mm. so tu ni mama ambaye pia anahitaji anahitaji msaada mm, kwa sababu yuko yeye peke yake, na, na, na, na, na, na, binti, na binti yake na hana backup ya mtu wa kumsaidia mm, zaidi ya mimi tu, kama nikiwa niko poa waga, namsaidia kumpa chochote mm, kwa ajili ya kumsaidia, kwa sababu ukiangalia mtoto akashamaliza form 4, mm, kwao anatakiwa aendelee na chuo au aendelee na masomo mengine, lakini sasa, mm, hakuna ile hakuna ile backup ya ya, ya ya watu kumsaidia huyo huyo okay. huyo huyo madam. Yeah. Yeah. Lakini mimi kama amri the business nikiwa niko nacho nakula nao kama ndugu zangu okay. Kwa natamani apatikane hewani hapa, lakini apatikane mm. kwa natamani apatikane angempigia hapa angeongea kitu okay. Yeah. Sawa, lakini pia tuna tunaelewa kwenye soko la muziki umefanya kazi na wasanii wengi na, yeah, wengi pia umeshiriki kuwafikisha kwenye nafasi moja ama nafasi nyingine. Yeah uhusiano wako pia na wasanii wengine ukitoa ambaye kweli wasanii wengine ambao tayari ushafanya nao kazi bado mko vizuri ama ndio wale wengine wanavimba? Uh, swala so, la kuvimba kwa wasanii ni, ni kitu cha kawaida by the way, lakini mimi pia sipo kwa ajili ya kusema kwa nini fulani anavimba. Yes. sababu kuitafuta nafasi ambayo yupo mm. kapata tabu sana eh, yeah. so, nawezekana mwingine kashaai kupiga deki mpaka sebleni kwangu, mm. si umenielewa? mm. kwa hiyo ani zile ardhu ambazo alizipitia na akiangalia sasa hivi sehemu ambayo yupo, mm. ni, ni, ni ni, ni ni haki yake kuvimba, umanielewa? mm. Ila kwa wasanii ambao niko nao vizuri, by the way wote niko nao vizuri, lakini kuna ambao ni the best. mm. mtu kama Leivani. Leivani ni mtu ambaye nikipiga simu yangu moja, bwana Leivani moja, mbili, tatu, nne, tano, anaokota na ana ananisaidia na mm. Uh, kulitokea matatizo wiki kama ngapi nyuma, watu walikaa lockdown ndani, kwa sababu yes, ya maandamano na nini mm. so Levan ni mmoja mtu mm. zile, mtu ya mtu ambaye okay, alinisaidia kunitumia kiwango cha fedha zile siku saba zote ambazo tulikuwa tuko ndani, mimi na familia yangu ilipata chakula kwa sababu ya msaada wa Levan, lakini mm. wapo watu wengi pia wasanii wengi watu wengi so kianza kuwazungumzia <laughs> muda utakuwa mdogo. Ya yeah, kidogo yeah, tuzungumzie kwa kwa Revani umemtaja kama msanii ambaye yuko karibu nawe lakini pia yeah. tumeona uh, mziki wa Revani unafika mbele zaidi. Yeah. Tumeona hivi juzi Pogba akiwa mazoezini wakati kapumzika, aliposti ngoma aliposti yeah. picha akataga ama kaweka uh, wimbo wa yeah, Revani akiwa yeah. na Salma Chika song, song. Yeah. Hii unaizungumzia kama uh, manager ambaye yuko kusimamia kazi za msanii. Um hii hii ni kubwa sana. Uh, ni kubwa sana na ime ukubwa pia wa, wa Rayvanny kwa sababu sasa hivi ukizungumzia list wa Tanzania ukimtoa Diamond mm, uh, na Alikiba uh, utamzungumzia pia Rayvanny. Kwa hiyo unaweza nikasema, namba moja ni Diamond, namba mbili ni Rayvanny, namba tatu ni ni ni ni ni ni namba tatu ni Rayvanny, namba nne ni Harmonize. Okay. Naweza nikazungumzie, namba moja ni Diamond Platnumz, namba mbili mm, ni Alikiba, namba tatu ni Mm. Harmonize atashika namba nne. Bwana mm. yeah. Tuemweka Harmonize mbali n ya, ya no, kutu. Yuko vizuri lakini sasa kwa linki ambayo yuko yuko levan, sasa hivi mm. ni different. Yeah, different sababu unaangalia kabisa yaani, eh, unaona hata mwenyewe naniuliza kinafiki tu unaona, lakini <laughs> wewe wewe ni manager na una uzoefu na kazi za wasanii yeah, kumekuwa na vita kubwa ya muziki ambapo kila msanii anapambana afike on trending kwa style yake. Wengine wanatumia yeah. kiki stance mtaani, mjini yeah. wengine mahusiano feki mm. hii waga inakuwa iko sawa kwenye kazi za wasanii hiyo, ah, inatengeneza lakini mm. pia ikiharibu, inaharibu kabisa okay. Ikitengeneza inatengeneza, ila ikiharibu, inaharibu kabisa mm. So kuna wasanii ambao tutawazungumzia mm. kuna mambo ambao waliyatengeneza hayo ya hizo na nini na nini, lakini yeah. Sasa kurudi kwenye uhalisia mm. wa mashabiki kuwaweka sawa mm. utachukua muda mrefu sana mm. kwa sababu ujue, sasa hivi Watanzania wengi wameelimika, alafu okay. We, pia wa, wa, wa, wa, nani mashabiki mm sasa hivi wanaangalia na maisha yako personal yani mm. wapo kwa ajili ya wewe tu kuimba kwako, wanakuja mpaka kwenye maisha yako halisia, wanakuja mpaka kwenye tabia zako mm. Kwa kuna baadhi ya tabia ukiwa uko nazo, mashabiki nao wanakuignore kwamba huyu mtu hatuwezi kuwa naye yeah. Sababu ma wanahamisha mapenzi kwa msanii mwingine. Sawa, simenielewa mwanzoni, ulizungumza kwamba swala la kusimamia wasanii umetulia kwanza. Sasa hivi ana kitu gani mjini? Um, nimesimama kwenye kusimamia wasanii, ila bado niko katika kuwasaidia wasanii, kwa sababu kuna sehemu nafanya show kila Jumamosi inaitwa Chipkizi night the platform, ni wasanii wadogo wanakuja kuonyesha walicho nacho kipaji chao, kwa sababu wanakuja wadau wengi pale, wanakuja watu wengi mm anatoa uh, pia uh, support kwa wasanii wadogo, wanaandikia wasanii wakubwa pia mm. Eh, wanapata karaoke kwenye mabao wanaimba, basi yani ni hivyo. Ujue uzuri wa sasa hivi msanii mdogo unaweza ukawa ufahamiki hujatoka, yeah. Lakini una, una uhakika wa kila Jumamosi kuna sehemu unapiga karaoke unachukua laki yako na itia mfuko. Yeah. Yeah. Sawa. Umegusia swala la wasanii wadogo kuandikia wasanii wakubwa yeah. Kuna uh, kuna kipindi ilizungumzwa sana kwamba watu baadhi wako wanalilia haki pia itendeke kwa wale ambao wanaandikia, kwa sababu mwisho wa siku mm -hmm. uh, inapotoka kazi ya msanii ambayo imeandikwa na mtu mwingine, anatakiwa kupata pawa kubwa ni mtu ambaye ameandika mm -hmm. lakini mara nyingi waandishi huwa hawathaminiwi na hawaonekani mchango wao, sana sana tu msanii ndo anaonekana, amekuwa kwa upande wa nyuma yake. Okay, mimi naweza nikazungumza hilo mm, lakini nitalizungumza kwa upande mwingine uh, yes. Mi nadhani ni kuto kujitambua au waandishi mm, kwa sababu kama mtu una mikataba yako yeah. Sizani kama unaweza ukawa unafanya hivyo, una mkataba wako kabisa kwamba mimi fulani fulani fulani mm, nikikuandikia wimbo wangu unaitaji kwenye interview mimi unipe asilimia za mauzo za hizo hiyo nyi, nyimbo ambayo nimekuandikia yeah. Asilimia hizi hapa mm. na kuna moja mbili tatu, na kuna hela ambayo utanipa kama cash na nini na nini. na nini nini, maandishi na mwanasheria na muhuri, unasoma unakubaliana, unadondoka wino, unadondoka wino, unadondoka wino, unachukua kopi, na, baki na original. Nikitokea kutokea mimi mkataba wangu nao yeah. utakufunga wewe, ila sasa waandishi wao wanakubaliana tu kwamba ah huyu ni nandi yeah. ni msanii mkubwa Yee, kwa kwanza ni proud kwanza kumwandikia Nandi, yani kwanza angalie swala la hela e, yeah. anaangalia yeah, akamwandikia Nandi yes. na anajua kwamba labda siku anaweza nkaimba naye na vitu mm. kama hivyo ko, tutoe ushikaji kwenye swala la kazi mm. ushikaji tuutoe. Wewe ni mwandishi mzuri, watu wanakukubali ni mwandishi mzuri, umeandika ngoma nyingi, ni hit nyingi za wasanii wengi, lakini unaweza kashangaa mtu kaandika hiti kubwa sana mm. ningeweza kumtaja mwandishi mmoja lakini haitapendeza. Yes. Uh, ila maisha anayoishi mm, ni different na uandishi wa nyimbo ambazo kazi anaandika nyimbo zimeuza, e, yani, nyimbo zimeuza zina viewers wengi huko digital platform mm, afu lakini yeye ukimwangalia bado anapanda boda boda, sio umeelewa? Mm. so, kwa hiyo wajitambue na kujielewa wao kwanza, eh, hey, waji upgrade sio umeelewa? Mm. Whatsapp nyenye kama whatsapp unaweza ukatumia miezi mitatu, miezi mitatu ikiisha ukianza kuitumia ina staki mpaka mm. Uingie Play Store kuiupdate, kwa hiyo yes. Mi naomba waje update mm. Uh, waandishi waje update yeah.